E, kama ilivyo kawaida, ndugu mtazamaji wa channel yetu ya kilimo online organic, leo tunakuletea matumizi ya mbolea hii ambayo ni organic, kama nilivyowaahidi toka jana. Kipindi hiki kitakuwa kinarushwa kila wakati eneo hili, na pia ndugu watazamaji, na watu mnaohitaji kulima, ambao mna shauku ya kufanya kilimo cha kisasa ili mweze kupata mafanikio makubwa kupitia kilimo um, ninawashauri muweze kuzingatia yafuatayo kutokana na viatirifu vi, vi ambavyo mnaweza mkao mnatumia kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mazao yenu ambayo mnakuwa mmepanda. Hapa, hapa ninaonyesha mbolea hii, uh, aina ambayo ni ya booster ambayo ni organic. Hii ina, inafaa sana kwenye mazao uh, ya muda mrefu eh, kama hapa unaona kwenye picha hapo, unaweza ukaona kuna kuna embe kuna chungwa kuna limau kuna ndimu kuna parachichi kuna epo kuna zabibu kuna kuna matunda karibu yote soya maharage eh, na mazao mengine ambayo yanafanana na haya eh, sasa lengo langu ni kutaka kukufundisha wewe mtazamaji wa hii TV na channel hii pendwa kwa ajili ya kilimo ili uweze kujifunza kitu kimoja hii booster ambayo unaiona ina vitu vingi sana ndani yake. Moja, hii booster ina, inaua ina, ina wadudu pili, um, ni mbolea tatu, ina, ina, ina, ina homoglow ndani yake nne, ni dawa kwa ajili ya wadudu Unaweza ukaona kwamba hii hii booster, hii booster kama unavyoiona inaitwa Growth booster ambayo ni organic kama unavyoona hapa hapa, kuona ukaona hapa na zoom kidogo hapa ime, imeandikwa liquid bio fertilizer 100 organic natural. Kama unaona hapa, wameweka um, ndugu uh, watazamaji, wameweka hapa asilimia mia moja, organic ni natural kabisa, haina chemical ya aina yoyote. Kwa, kwa hivyo hii sasa nataka nielezee kitu kimoja ndugu mtazamaji wa channel hii ni kwamba faida mojawapo ambayo uta, utaipata kutumia hii booster ni pale tu ambapo utatumia e, dawa moja ambayo itakupa faida kama nne au tano ambapo itakuwa imekurahisishia na kupunguzia gharama ambayo sio ya lazima. Kwanza yenyewe, namba moja ni mbolea, namba mbili ni booster, namba tatu inaua wadudu, namba nne ina homoglo, namba tano ni, ni mbolea ambayo inasababisha mmea uweze kukua kwa haraka sana kuliko kuliko unavyofikiri. Kwa hivyo hii hii booster wanaiuza elfu thelathini na, na, na tano kwa lita moja, ambayo utaku, um, uta, utachanganya kwa milizi kumi ambapo milizi kumi uh, utachanganya milizi kumi kwa lita ishirini ambapo sasa unaona kwamba hii lita moja unaweza kuitumia kwa eka eka, eka moja kama unavyoona na inafaa kwa mazao kama nilivyokuonyesha haya hapa hapa e, na ukitaka sasa kuiagiza hapa ndio maana na, na zoom kidogo hapa kidogo, angalia kwa umakini hapa namba yao ya simu hiyo hapa uh, ili uweze kama unataka kununua au unaweza kutuma email kama unahitaji unaweza ukakununua unaweza uka